Bado uwezo wake mdogo sana, anapaisha watu lakini mimi natakiwa nikuengezere nguvu za ziada, maana hiyo vita unaokwenda kupambana nayo sio vita ya kitoto. Hmm. Sawa, mimi nimekuelewa. Kutoka hapa, nina shida, kila mtu atakayeniambia anaweza kunisaidia mimi niko tayari anisaidie, kwa sababu natamani kwanza mamaangu kumuona, kumwona katika ulimwengu huu tena lakini pia natamani kila ninalolipanga jambo langu liende sawa, na naona kabisa kama naelekea kwenye kufa kwa sababu nimejiingiza kwenye vita kubwa. Mi niko tayari, niko tayari, nipe hiyo hiyo nguvu. Sijui sijikinga, sijui msaada gani nisaidie. Babangu huyu bwana mkubwa anaonekana na lengo zuri la kunisaidia kwanza na swali sasa hizo nguvu anda kulipa nguvu gani? Nguvu za dini? Utasikia kama utasikia, kaa chini ao nakusomia. Sitaki kumdharau, natakiwa niende, anaweza kanipigia dua moja kunuti wenyewe mambo <laughs> go Acha nikupe sifa zako kwanza. Unajua ni binti mzuri sana cheupe. Mm. Na mwanzo mi nilipiga show tu juu juu kwa sababu ya uoga, kwa sababu ya ugeni. Nahitaji nirudie show kwa mara nyingine tena. Unajua kabisa nyumba ya Talizi inabidi pigwe deki. Na deki yenyewe unalipiga na Tambala kiufupi, Tambala FC. Sawa, nahitaji nionyeshe tena ufundi kwa mara nyingine. Kila chochoro, kila idara ntazingatia yengo ya yeah. Wewe umenogewa eh? Tambua kwamba sisi hatupo hapa kwa kumnogesha mtu sawa wewe, tupo hapa kwa ajili ya maslahi yetu wenyewe binafsi. Na, subiri ni kwambie Biblia ntabonteli. Usinge nigia ufundi kiasile, usinge jikunja kunja mikao mpaka saba mpaka elo nimekufa, nimezirai nimeoza, kila kitu. Lengo langu mimi ni kupata mimba kwa haraka. Wewe tu ma gele shegele, sikia mchumba kisauti, mimi nimekulike ile vibaya mno hu kama vipi? kama fresh nini? twamishe goma twamie kwako, ao naonaji? Kwanza goja Sasha, kwani Sasha mimi na kitu gani kibaya ambacho nimewahi kukufanyia katika maisha yako? Mbona naangaika sana, napambana ili mradi wao furahie? Mke wangu kosa langu mimi kukwambia ukweli. Angalia ninavyoteseka sasa angalia navyopata tabu kwa sababu yako, Sasha mimi <gibili> nimekufuata hapa. Mke wangu turudi juu. Mama, mama, nimejaribu kukufuata mara nyingi sana kukuuliza juu ya mke wangu na urikiri kwamba ujui chochote, kumbe mama unajua kila kinachoendelea. Sasa sikuja hapa kuonesha udhaifu wangu, ila nimekuja hapa kumfuata mke wangu na pia champo huo akimbiwi hata ukaenda wapi, na kupata kwa dakika tano tu pale ninapolia mua la kwangu. Sasa mama, kabla sijafanya kibaya chochote, namtaka mke wangu niondoke naye sasa hivi, wacha. Oya nyie, mnaongea nini? Yaani kwamba mnatuaminisha kwamba nyie uwepo wenu hapa ni furaha, si ndio? kwamba hamjutii wala hamuumii, naona ni sehemu ya starehe, kwamba mshapata kitonga chelea pina, si ndivyo? Oh, umesikia kisauti, mi nimekutunuku ni vibaya mno yani, sala vizuri bwana, kwa kama cha kufanya kama kweli ni hivyo, au sio? Bwana, wewe badilisha mazingira, tuhamisha huku tuhamie huku, inawezekana fresh tu. Umesikia chumba kisauti, yani kama unanitunuku ile fresh. Oh, mbona chapu tu unapata mimba? Mimi shezi zangu zipo kwako wewe. Oh, na kisauti chako ndo ni wewe ndo unanichanganya vibaya mno yani yani. yani yani. Sikilizeni nyie Mshaelewa, hatuko hapa kuwaridhisha, tuko hapa kutimiza malengo yetu ya kupata ujauzito kupitia nyie na kisha mwondoke. Yaani hilo swala nyie kuwa na sisi futeni kabisa kwenye vichwa vyenu. Nipo kama sipo, ila nipo, na hivyo ndo nilivyo. Maisha kuwaso, ya kuaso nayo ndiyo yananipa changamoto

hiyo akijichanganya tu lazima nitumie, si unajua, sifa ya korosho ni utomvu eh, lazima umchubue. Haya, naomba unisikilize, unapofika katika uwanja wa mtu ni lazima uwe na heshima na adabu. Sasa naomba uondoke kabla sijakufanya kitu chochote kile kibaya zaidi. Ni nani wewe unaipaza sauti yako mbele ya Champo? Mimi naitwa Chibwana mwenye mkuu, na yule unayemwona pale ni dada yangu, na yule ni binti yake ambaye mimi ni mpo wangu. Oho, kumbe ni mjomba. Shikamoo mjomba. Sihitaji shikamoo yako ya kinafiki. Ninachotaka nikwambie, kila koo unayoiona ina mila desturi na tamaduni zake. Sasa sitopenda uitishe familia yangu. Naomba uondoke kabla sija kufanya kitu kibaya. Wae wae, vipi nyungumbao, wanyangalia kama hivyo? Wanifananisha au ndio mimi? zachizi madondo, nimerudi kwa uwezo wa Mungu. Mungu Shabani Kondo. Leo, wa wa wa nimetoka yani. Sio Shabani Kondo nitakaje nitakaje jela miaka mingapi? Kwa taarifa yako naweza ao mkiona popote pale nimevurugwa. Mabuti. Niko salangu nipoan We ndo mwenye kosa mindo na mpaka mi ndo nkalazimika nije kukamata, nimetumwa na serikali. Eh? Na hata huko sija kuhukumu mimi, serikali ndo lokuhukumu wewe. Na wao kuja kuniambia mimi sija nkakushobokea sijui nini. We ni kijana, ni mradi ushatoka jela, unabidi sasa ujifunze, usije ukarudia tena makosa yale. Na mimi nakusi kama ni kijana mwenzio. Kwa hiyo mwanangu, mwona nitisha au sio? Mimi sasa hivi sio wa kutishwa hata kidogo, yani sio nitishi hata kidogo. Nitaendelea kufanya maovu alafu njoo nikamate sasa uone. Yaani kunikamata? Eh, shakuwa mjanja sasa hivi. Yaani i seo nimependa kabisa hivi kabisa, kichobaki ni hame kabisa kwenye kijiji South Africa Eti. <laughs> <laughs> kabla hujanifanya kitu kibaya, Sara. Nisikilize wewe Champo, uagatishiwi na mtu yoyote. Mimi siwezi kutishiwa na paka kama wewe. Sasa ngoja nikuoneshe kilicho mtu wakanga manyoya eh? Oh. Unaweza, unaweza sio, unaweza <laughs> Kaka, nashukuru kaka. Mjomba, asante mama. Kume, mjomba yuko vizuri namna hii, ndio maana nilikwambia atatusaidia. Tukae hapa hapa, tusiondoke, ameshaanza kuonyesha msaada. Ah, ya maramke ni mtu mmoja mwenye roho ngumu sana, unamtumia nauli na ya kutolea, alafu mzigo anakunyima hapo hapo geto kwako. Wanawake, Mungu anawaona. <laughs> ah! ah! ah! Champo ni wewe au gunia la viazi? <coughs> <coughs> <coughs> weka sofa. kusha changamka huku Umeanza kuchangamka? Jamani. Hey. Baba, mwanzo nilijua gunia la viazi, kumbe chambo iyo, nawezekana yale mabomu ya Urusi. yashamulasi tumsaidie sofa niika nimekaa hmm. ni zangu pale niko na umba zangu hip hop kama kawaida ndio, maana nasikia po mi mwanzo nikazani gunia la viazi Ha. Kumbe champo, yaani umesikia puu kama sauti ya manka uh, uh, ya unajua. Kamanda Kibonge kimekukuta ninibebtukubebetenapataazo uh, nipe nini? mm. navyoona bwana tu mjini kuliko kuendelea kukaa hapa, ni heri tu niende daa. Mwanangu Sasha, unafikiri mchawi anakimbiwa? Mchawi akimbiwi, mchawi anakufuata popote pale, mradi tu anadhamira na wewe, hata uende wapi, mchawi anakufuata yani. Hilo swala la kukimbia hii siliafiki kabisa mwanangu, haliko sawa, haliko sawa kukimbia, mama Unaniona kabisa, sina furaha yoyote hapa nilipo. Wepata picha mamaangu, tumetoka nyumbani kwetu na tumekimbilia kwa mjomba. Ukiamini kwamba mjomba atakuwa tegemezi letu. Lakini ametufuata paka hapa. Asapata picha tu mjomba siku wa yupo mamaangu, si atakuja kutuua. Hivyo naona bora tu niende mimi da mama, ili nikuepushe na wewe pia matatizo mamaangu. Hawezi, hawezi kabisa kuingia hapa. Ondoa hofu mwanangu. Sasa labda akubebe Zakayo. Labda mimi nikwambie tu, mimi nina ugonjwa filigisi, figo kukaa upande. Yaani toka zamani mimi mtoto nilikuwa sibebi watu wala sibebi kitu kizito. Na bebaje mtu kama wewe eh? Na kubebaje jitu la mtumba kama wewe, umedondoka hapo usharegea? Hapana, mimi siwezi bwana. Labda wewe mbebe ndugu yako. Si anakuleteaga leteaga pombe wewe lakini. Kisofa, hata kama ananiletea pombe lakini, mimi hichi kiuno changu center bolt isha

tumshirikishe mjomba wako kwanza katika hili, tuone naye ana mawazo gani. Lakini sio swala tu la kusema eti kukimbia au kuna mtu anaweza akaingia hapa, hilo hapana, mwanangu. Mama natamani sana unielewe. Mamangu, sawa, unasema mambo ya uchawi, je, akija kwa njia ya kawaida na akaja na mapanga hapa au na shoka, sasa aje kukuchinja mamangu, nami nichinje, basi tuishe sasha? Leo umeamkaje mwanangu? Bwana, umekuwa na maswali magumu mno? <laughs> Unanitia hofu mpaka mimi. Umekuwa na maswali mengi mno. <laughs> Umefika mbali mno. Kama nilivyokuambia mwanangu, subiri tumshirikishe mjomba wako eh? Anaweza akawa na mawazo zaidi kuliko haya tunayoyafikiria sasa hivi. Tumsikilize na yeye ana mipango gani? Japokuwa naye amekuwa hataki kuongea na sisi lakini tutajitahidi kumshirikisha katika hili, tumeona atatuambia nini. Sawa binti yangu. Sawa mama yangu. Ah, usilie. Pole, usilie. pole sana. Ulijiona una nguvu, kumbe amepatikana Mm -hmm. Ah, mshike huyu ah. Eh. Bwana, eh. Eh. Ulaya. Wewe una akili sana wewe mwanangu. Hapo ah, nimekuelewa basi yangu kumbe wewe una akili sana. Tuburuze. Eh. Yeah. Ndio sasa ile gombe kama ile gombe soko unafikiri ile. Ah, alafu sio mpaka upige kwenye upala. Twende. Shafikia na unapiga tu makofi. Haya. Twende. Nikimaliza jeshi nikamwona. Bwana baba, yeah. Oh, chai, oh. Chode. Oh, Chode. Ayayaji, we ni mtoto wa kiume, ailiaj nguvu zetu, alafu tulingielingie eh, tunalinga na nguvu zetu, sisi tunalinga na utamu wetu, tunakusaidia, lakini tulia, usilie, awe kama mtungini. Umesikia sasa? Haya, nyamaza, sawa Nyamaza kamanda, ali fumba mdomo. Samani kakangu, naona kama unataka kutoka, lakini nilikuwa naomba tuzungumze kidogo kuhusu swala la huyu mpwa wako. Unajua amekuwa na mashaka mno, yaani amekuwa hana raha tena, na leo hii ameniaga kama anataka kuondoka kule Dar es Salaam, kutokana anaona mume wake anafika mpaka hapa. Sasa anaweza kaleta matatizo kwangu au kwako, kakangu, au ye mwenyewe ndio maana anaona labda yeye akikimbia unaweza kuwa kuna salama zaidi. Swala la champo kufika hapa ni kawaida kwa sababu tayari ameshapafahamu, lakini kuhusu kumfanya kitu kibaya hawezi na hata thubutu kufanya hicho kitu, ila kwa kuwa tayari ameshajengwa na hofu itabidi nimfanyire kinga sawa. Sama. na wewe vipi, ile ilisi niliyo kupatira bado uko nayo ile? Ninayo kakangu, niliitunza vizuri tu. Basi jambo jema, naomba umuandae, mimi nikachukule vifaa vyangu ili tuweze kumfanyira tiba sawa. Nashukuru sana kakangu. S S S Sasa mjomba wako amekubali kufanya si. kinga si. ila si. anambia si. niandae si. mkeka uje si. huku nje akufanyie kinga sawa, mama.

Ningekuwa mrafegi ningesema fegi. Ah! kile kiumbe kizito, yaani kile hata siku ya kufa kile, watu watapata shida kukibeba kwenye jeneza kile, hapo nitakao ha? watakodi watu wa kubeba ile jeneza lake

i michirizi bwana, Manunu, mimi bwana, nilikuwa nimekaa zangu pale mm. Ndo baadaye nani, nani, hiyo gunia la viazi likaanguka, eti gunia la champo champo, ndo akaanguka. Mimi nikasema husi champo, ndo nikamuita bwana nani huyu Zakayo mm. Ndo akaja tukasaidizana kumburuza champo champo, kaanguka. hey. E, yani yuko wapi? Amekuja hapa amedondoka pwa